Kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto ana familia na mama zake kama hawa hapa, ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi. Yuko wapi? Tumeenda polisi, kituo cha polisi leo saa tatu asubuhi, tumeenda saa tatu asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa CHADEMA mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa CHADEMA na hatujataka wananchi, naomba mwelewe hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu, wapo wengi sana na wako tayari ondoka hapa, akajua kwamba yuko huru, akaenda na sisi, tukawa na imani kwamba John, kwa sababu walitutangazia umma, wakatuambia kwamba John hata mwanaume ajui uchungu wa kusukuma wala ajui uchungu wa kumzaa mtoto, ya anajua uchungu wa kumzaa mtoto atuambie kijana wetu yuko wapi, tumpelekee hata maji ya kunywa. Kwa mimi nashangaa polisi wamemkamata jana makamu tukiwa naye na walikuja wakamwambia vizuri, Mheshimiwa Heche uko chini, uko chini ya ulinzi, sasa unatuhumiwa. Heche akauliza kwa kosa gani? wakamwambia kosa uliolifanya Sirari, tunaomba tuende na wewe polisi central. Sisi tukaatemti, mimi na msaidizi wake mmoja, tukaatemti kupanda gari ya polisi ile, wakatuzuia, hamruhusi kupanda kwenye hii gari. Tukapanda gari ya makamu ambao tulikuja nayo tumeongozana nao mpaka Central, tumefika Central wakatuzuia, wakaingia naye kituo cha polisi. Kwa hiyo tuliamkia leo e, e, polisi, tumeenda polisi. Kwanza tumemwona CID wa wilaya Tarime, tumeongea naye akatuambia kwamba mheshimiwa Heche, hatuna taarifa kwamba mheshimiwa Heche analetwa hapa, kwa sababu kama hizo taarifa zingekuwepo, yule ni kiongozi mkubwa tungekuwa na maandalizi fomo ya kumpokea hapa, lakini mpaka sasa hivi hatuna hiyo taarifa na hatumu expect kwamba analetwa leo hapa Tarime. Kwa hiyo tulivyotoka hapo tukaenda kuonana na RPC Markonjera, kamanda wa mkoa, wa kipolisi wa mkoa huu kwa sababu tunakanda maalum hapa, na yeye aka akareiterate position the same ambayo OCCID alikuwa ameitoa. Baada ya kutoa hiyo taarifa E, kuna taarifa ambayo tuliambiwa kwamba na CID kwa, no kwa sababu ni lazima haya mambo yaweke clear kwamba Mheshimiwa Heche bado yupo Tarime yuko, yuko Dar es